Katika dunia hii tunahangaika sana na majina. Tunataka heshima, tunataka tuonekane, tunataka dunia ijue tulivyo, lakini kuna jambo moja ambalo wengi wanasahau. Allah haangalii jina lako linavyoonekana kwa watu, anachotazama ni matendo yako mbele yake. Unaweza kuwa na cheo kikubwa duniani, unaweza kuwa na followers wengi, subscribers wengi, au kuheshimiwa na maelfu lakini kama moyo wako umejazwa kiburi, chuki na dhambi, heshima hiyo yote kwa watu haina thamani mbele ya Allah. Na unaweza pia kuwa mtu wa kawaida sana. Hakuna anayejua jina lako, hakuna anayekutaja mitandaoni, hakuna anayekualika kwenye majukwaa. Lakini unaposimama usiku kuomba dua, unavyowasaidia watu kimya kimya, unavyosamehe wale waliokuumiza, hapo ndipo jina lako linaandikwa kwa nuru kwenye vitabu vya malaika. Kila siku tunakutana na majaribu yanayotupima ndani kwa ndani. Je, tutachagua kusema neno zuri au kuumiza? Tutachagua kumsaidia mtu au kupita kimya? Tutachagua kusamehe au kulipiza kisasi? Tutachagua ibada au uvivu? Hayo ndiyo matendo yanayopimwa. Sio uzito wa jina, sio mafanikio ya dunia, sio umaarufu bali uzito wa amali zako. Kila tendo jema unalolifanya hata kama ni dogo kiasi gani, kama kuondoa kitu barabarani, kumtabasamia mtu, kuzungumza kwa adabu, kumkumbuka mgonjwa, au kuomba dua ya dhati, Allah analiona na hakuna jema linalopotea. Mara nyingi tunahisi hatuonekani, tunahisi watu hawajui tunavyojaribu kujirekebisha, hatuthaminiwi. Lakini subiri, usikate tamaa. Wewe unafuatiliwa na Muumba aliyeona machozi yako, juhudi zako za siri na mapambano yako ya ndani. Huo ndio uzito wa kweli. Siku ya Kiyama hakuna mtu atakayeulizwa ulikuwa maarufu kiasi gani, ulikuwa na subscribers wangapi, ulitajwa mara ngapi. Lakini utaulizwa uliishi vipi, uliwasaidia nani, uliitikia wito wangu kwa kiasi gani Uliitakasa roho yako namna gani? Kwa hiyo leo, acha kukimbiza jina, kimbiza radhi ya Allah, tengeneza matendo mazito yenye thawabu, fanya mema hata kama hakuna anayekuona. Heshima ya watu inaweza kupotea, lakini ujira wa matendo yako mbele ya Allah haupotei kamwe. Kumbuka, Allah haangalii uzito wa jina lako duniani, anaangalia uzito wa matendo yako.